achama kwa upande wa Tanzania bara, ndugu makamu mwenyekiti wa chama kwa upande wa Zanzibar, ndugu katibu mkuu, ndugu viongozi wa chama mstaafu, ndugu mwenyekiti wa chama mstaafu, ndugu wajumbe wa, wa kamati kuu, wasaidizi wetu katika secretariat, ndugu waalikwa nyote kwa pamoja, habari ya asubuhi. Kwanza, naomba niumbali na nyinyi katika kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia, baada ya uchaguzi mkuu tuliopita, ndani ya chini ya siku mia, tukaweza kuitisha kikao hichi cha kamati kuu. La pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi wetu mbalimbali ni washukuru wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi wetu katika ngazi za majimbo, katika ngazi za matawi, kwa juhudi zao mbalimbali ambao ambazo walizichukua katika kukisimamia chama chetu wakati wa uchaguzi mkuu tokea katika hatua zote na mpaka tumemaliza uchaguzi mkuu na pia kukabili yale ambayo yamejitokeza katika baada ya uchaguzi mkuu, yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu na yaliyojitokeza baada ya uchaguzi mkuu. Hatua zao, uongozi wao, usimamizi wao umetuonyesha ni kwa namna gani chama chetu kiko madhubuti. Naomba nishukuru kwa hili. Ndugu viongozi, wajumbe wa Kamati Kuu, mengi amejitokeza wakati wa uchaguzi mkuu, na kwa sababu hii ni kamati yetu kuu ya mwanzo baada ya uchaguzi mkuu, naomba nichukue fursa hii tuungane na watanzania wenzetu kwanza kwa kutoa pole kwa maafa mbalimbali ambayo yalitokea wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu, ndugu zetu wa Tanzania mbalimbali ambao waliuliwa na vyombo vya dola na mwingine waliopata maafa mbalimbali yaliyotokana moja kwa moja na uchaguzi mkuu. Naomba nichukue fursa hii, tunao viongozi wetu mbalimbali waliopata Eh, madhara wengine waliuliwa wakiwemo wagombea wetu, wetu, naomba tuchukue fursa hii tuchukue fursa hii tuwape pole zetu za dhati kabisa, na tuungane nao katika yale ambayo msiba huu eh, mkubwa ambao ulifika taifa letu bila kutarajia, na ukiangalia hapakuwa na sababu ya msingi ya haya yote kutokea, lakini yametokea tuungane na Watanzania wenzetu katika kuomboleza hayo, lakini kuna viongozi wetu wengine mbalimbali ambao walipata katika njia za kawaida waliofariki, wakaugumwa. Kwa hivyo nao tushirikiane nao katika hali mbalimbali ambao waliougua. Ndugu viongozi, baada ya maneno hayo ya tazia, naomba nichukue fursa hii pia kupongeza chama kwa ujumla wao na viongozi kwanza, kwa namna ambayo tulisimamia majukumu yetu mbalimbali katika uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu, na hatua ambazo tulizi tulizichukua mbalimbali ambazo zitaelezwa hapa katika taarifa na miongoni mwa ajenda ambazo zimepangwa kuzungumzwa katika Ndugu viongozi, kwa vile huyu ni kikao chetu cha kwanza cha Kamati Kuu, niseme kwanza mimi nikipongeza kwa dhati kabisa chama chetu kwa uamuzi wake wa kushiriki mchaguzi mkuu. Ushiriki wetu katika uchaguzi mkuu umetupa fursa ya kujalainisha mambo mengi ambayo yanaendelea ya katika nchi yetu, kiwango ambacho kumefika cha kukosa uongozi, kiwango ambacho kimefika cha kukosa demokrasia, kiwango ambacho kimefika cha namna taasisi zetu mbali mbali ambazo zilitarajiwa zisimame, zisimamie uendeshaji wa nchi namna gani zilivyofikishwa na nchi yenyewe l haya tunaweza kuyaona kwa sababu tulishiriki uchaguzi mkuu. Kama hatukushiriki uchaguzi mkuu, ingekuwa ni njia ya rahisi ya haya yote kufunikwa bila <coughs> kwa kwa tuko, dunia kuweza kuyaona. Kwa hivyo uamuzi wenu huo ulikuwa ni sahihi kubangani, na tumeionyesha dunia kwamba ilikuwa ni njia sahihi ya kupambana na kupambania marekebisho katika uendeshaji wa nchi yetu. Ndugu viongozi, baada ya uchaguzi mkuu, tumeona yaliyotokea wakati wa uchaguzi. Swala linabaki vati kwamba ni mfano mzuri ule wa wanasema, ukisha kukisha kuumwa na nyoka kuanzi kukimbilia kwenda kuonesha kwamba wewe mwananyoka kwa sababu ya uzembe wako, la mwanzo unalofanya ni kutafuta dawa eh, ya kunusuru maisha. Hai hadithi ya kwamba alitokea yake itakuwa ni sehemu ya hiyo kutafuta dawa, lakini la mwanzo kweli kwenda kujikosha kwamba haikuwa uzembe wangu wagu ndio nikaumwa nayo nuana na na na kwa sababu nyoka anauma na ana sumu, na wajibu wao kuchukua hatua kuokoa maisha. Kwa hivyo, na sisi tunasema baada ya uchaguzi mkuu, nashukuru sana kwamba hatua mbalimbali zimechukuliwa, kwanza ya kuhakikisha chama kinaendelea kusimama <coughs> lakini la pili pale ambazo tumechukua ni pamoja na kuhakikisha kwamba yale tuliyoyatafuta kupitia uchaguzi mkuu na tukayaonyesha mapundusho yaliyopo, tunaendelea kutumia nyanja zilizopo, vyombo vilivyopo, njia iliyopo katika kuhakikisha kwamba tunayapatia ufunguzi na kazi hii imefanywa kwa kiasi kikubwa. Sina haja ya kutangulia kwa mwasilishaji ya ajenda, tutaisikia katika ajenda mbalimbali ambazo tutazisikia katika eh, ka tutazizungumza katika kikao hichi. Niseme tu kwamba yote yaliyochukuliwa hakuchukuliwa kwa bahati mbaya ama kwa kutamgudiwa. Tumeachukua kwa sababu tulikuwa na maono sahihi, tulikuwa na mipango, tulikuwa na ramani ya hatua gani tutazi eventuality yoyote ambayo itatokea baada ya uchaguzi. Kwa ufupi niseme tulikuwa tumejipanga kukabiliana na lolote ambalo litatokea, nami nashukuru kwamba ndio tulivu. Ndugu viongozi, kikao hichi ni muhimu sana, ni muhimu sana kwa sababu ni kikao ambacho kinapaswa kwanza kujadili hali ya nchi tulipo kisiasa, tulipo katika uendeshaji wa nchi, na kutoa mwongozo daramani sahihi ya kuelekea vipi, kukabiliana vipi na haya ambayo tunapaswa kama chama kukabiliana nao. Viongozi, hichi si chama cha uchaguzi. Hichi ni taasisi ambayo inapaswa kushiriki katika harakati za mageuzi na hatimaye kuendesha nchi hii kwa maslahi o. Baada ya uchaguzi, sio kwamba kazi ya chama na viongozi wa chama imemalizika, kwamba sasa tunajipanga kwa, kwa uchaguzi mwingine kakui. Sisi tunajipanga kwa ajili ya ukombozi, mageuzi na maendeleo ya nchi yetu kwa faida uchaguzi ni sehemu moja kati ya hayo ambayo inahitajika tuyafanye kama chao. Kwa hivyo la kwanza tujiulize na kutafakari na ndiyo ambalo tutaweza kujadili, tunaotaka kuyajadili leo kwa njia sahihi, kwa kwamba hajiya nchi tuko wapi, imani ya wananchi kwa nchi yao, kwa uongozi wa nchi yao hali lazima tunatafakari kwamba tuko wapi, kwa sababu nchi hii ni ya wananchi. Nchi hii si ya mtu wala kikundi cha watu. Kwa hivyo lazima hivi tulione, tulijadili kwa kina na tuje na majibu sahihi. Ukiniuliza, naomba ni share na nyinyi jambo moja dogo ambalo nilipata fursa katika utumishi wa nchi hii nilipata fursa na nikajifunza kitu kimoja mimi ambayo naona kama nchi yetu leo ndio ui. Mwaka elfu mbili na mbili nilipata fursa ya kutumwa kwenda nchini Zimbabwe, nikiwa na watu wengine kadhaa, akiwemo leo makamu rais Dr. Emmanuel emanal na nalozi wetu nchini Canada, nadhani mpaka leo bado na alosokoine na wazee wetu mzee eh, Pita Siopelwa na Kingunge Ngombale Mwiru ambaye alikuwa kiongozi, tulikenda Zimbabwe kwa kina, na kwamba tuko katika election observer mission ya Tanzania, lakini kazi ya msingi tuliotumwa ni kuwasaidia wenzetu wa Zimbabwe baina ya MDC Morgan Tsvangirai na Mugabe waweze kufanya kazi ili nchi wasimamize, ilikuwa katika brink of collapse, na kama ommas walifanya kazi nzuri ya kuwasaidia wafanye kazi ili waiokoe nchi ya Zimbabwe isizame isiagua. Na ulipoonekana ukuu, ikaonekana Tanzania tunaweza kuwasaidia kwao, tukapelekwa chini katika kama election za, lakini tuliokuwa na kazi ile. Nilisema walikuwa na kazi ile wawili, mzee Peter sio Siwelo na mzee Kingunge na, na mimi wakanico-opt kama katibu wao. Kwa hivyo hata wengi wale wote kule naamini mpaka leo hawakujua tulipelekwa kule kwa sababu gani. Eh, mimi nilijua nilipofika kule, na kwa sababu nilikuwa opti kama ndio katibu wa hawa wazee walikuwa kwa kufanya. Uchaguzi mkuu kumetupa fursa ya kuyabainisha mambo mengi ambayo yanaendelea ya katika nchi yetu, kiwango ambacho tumefika cha kukosa uongozi, kiwango ambacho kimefika cha kukosa demokrasia, kiwango ambacho kimefika cha namna taasisi zetu mbali mbali ambazo zilitarajiwa zisimame zisimamie uendeshaji wa nchi namna gani zilivyofikishwa na nchi yenyewe ilipofika. Haya tumeweza kuyaona kwa sababu tulishiriki uchaguzi mkuu. Kama hatukushiriki uchaguzi mkuu, ingekuwa ni njia ya rahisi ya haya yote kufunikwa bila dunia kuweza kuyaona. Kwa hivyo, uamuzi wetu huo ulikuwa ni sahihi, na tumeionyesha dunia kwamba ilikuwa ni njia sahihi ya kupambana na kupambania marekebisho katika uendeshaji wa nchi yetu. Ndugu viongozi, kikao hichi ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwa sababu ni kikao ambacho kinapaswa kwanza kujadili hali ya nchi ilivyo, tulipo kisiasa tulipo katika uendeshaji wa nchi, na kutoa mwongozo na ramani sahihi ya tuelekee vipi, tukabiliane vipi na haya ambayo tunapaswa kama chama tukabiliane nayo. Ndugu viongozi, hichi si chama cha uchaguzi, hichi ni taasisi ambayo inapaswa kushiriki katika harakati za mageuzi na hatimaye kuendesha nchi hii kwa maslahi ya taifa hili. Uchaguzi. Kwa hiyo baada ya uchaguzi sio kwamba kazi ya chama na viongozi wa chama imemalizika, kwamba sasa tunajipanga kwa uchaguzi mwingine unaokuja. Sisi tunajipanga kwa ajili ya ukombozi, mageuzi na maendeleo ya nchi yetu, kwa faida ya nchi yetu. Uchaguzi ni sehemu moja kati ya hayo ambayo yanahitajika tuyafanye kama chama.